Ulishawahi kumpigia mtu simu na ukasikia ule mziki, mziki huu, kisha baadaye mtu akakwambia, simu yako sijaiona? Ilikuuma kiasi gani? Kwenye video hii ya leo, ngoja nikwambie siri za mziki huu ambao unausikia wakati ukimpigia simu. Huu ni mziki kama mziki mwingine. Kuita kwa mziki huu haimaanishi kwamba ile tuni ndio simu yake inavyoita. Hapana, ile haihusiani kabisa na simu yake inavyoita. Ile ni kama mziki ambao unaekewa na mtandao wako, mziki ambao ukufanye wewe ubakie na simu pale pale, usiondoke au usubirie kuunganishwa. Kwa hiyo inawezekana ukasikia mziki ule na simu ya huyo mtu unampigia ikawa imezimwa au haipatikani au kitu chingine. Kusikia mziki ule haimaanishi kwamba ndiyo simu inaita, ile ni playback kama playback nyingine. Hebu nambie kwenye sehemu ya comment. Je, ulishawahi kukumbana na jambo kama hili wana technology? Ikiwa wewe tayari umeshaielewa hii, basi mtumie mwenzako asije akagombana na mama watoto kwa sababu ya hili. Hii ni playback tu na sio simu halisi inavyoita. Hilo Zinjibari Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Bye, bye.